Asante sana kwa kuendelea kutuchagua na kuendelea kuwa nasi, nikukumbushe tu kuwa unaweza ukaendelea kutufuatilia pia kwenye matangazo haya mubashara na taarifa nyingine mbalimbali mbali kupitia mitandao yetu ya kijamii huko Facebook, Instagram pamoja na X Azam TV, tizeli, UTV tizeli, Azam TV, bundani, Azam TV Sports, kote huko unaweza kutupata, bila kusahau, unaweza kututazama kupitia Azam TV Max app. Download kwenye Google Play Store ama App Store upate burudani za Azam TV kiganjani mwako. E, kubwa zaidi ni ofa ya Sabasaba pale viwanja vya Sabasaba, kapate kisimbuzi chako cha dish kwa shilingi elfu tisini na kisimbuzi cha antena kwa shilingi elfu hamsini huku ukiwa na ujazo wa utamu e, sukari kutoka Bagamoyo shuga. Tumezungumza jana hapa kwamba tayari tumeanza kuandaa watoto kisaikolojia kwa ajili ya kurejea shuleni Julai 8 ya mwaka huu, lakini e, bado kuna matukio ya kikatili ambayo watoto wanatendewa bado kuna matukio ya kikatili ambayo, eh, na sisi tunakutana nayo katika maisha yetu ya kila siku. Lakini unafahamu kwamba unaweza kumshirikisha mtoto huyo huyo ili kuweza kupunguza vitendo vya kikatili dhidi yake. Tunaye hapa mtaalamu ambaye ni mkurugenzi wa shirika linalojihusisha na kutetea haki za watoto kisheria na kisaikolojia pia, Global Child Advocates. huyu ni Onesmo Itozya. tutazungumza naye hilo lakini lengo kuu ni kufahamu namna ya kumshirikisha mtoto ili kuweza kupunguza vitendo vya kikatili dhidi yake. Onesmo, karibu sana. asante sana nashukuru sana Uko... na si pia tumefurahi uwepo wako mm. uh, umefanya kazi mm, za watoto mm -hmm. mpaka umefikia wakati wa kuwa na shirika mm -hmm. eh, la kuangalia na ku angazia hizi haki za watoto no. Umeiweka vizuri sana kisheria na kisaikolojia mm -hmm. Nini ambacho kilikupelekea mpaka uone kuna umuhimu mm -hmm. wa kutetea haki za watoto katika eneo hizi mbili? Aha, kwanza kuna mambo mawili ya msingi okay. Swala la kwanza ni mtoto kama mwananchi au kama binadamu mwingine mm. ana haki sawa na binadamu yeyote sasa. Kwa hiyo hastahili kufanyiwa ukatili wa aina yoyote mm. wala kufanyiwa uonevu wa aina yoyote mm -hmm. Jambo la pili ni sisi kama taifa, tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba watoto walioko ndani ya Tanzania ndiyo hawaathiriwi kiasi kwamba ikaathiri hatima ya nchi kiujumla mm. kwa sababu ukatili wote unaofanyika kwa watoto unaweza ukasababisha madhara mpaka kwa taifa mm. Ukimfanyia mtoto ukatili, ukamharibu mtoto mtazamo wake, huyo mtoto anaweza akawa mharifu mm. Anaweza akashindwa pia kuzalisha yeah. Kwa hiyo inaingiza taifa kwenye mazingira magumu, kwa hiyo tunamkosa pia kijana wa baadaye. Exactly. Ndio hivyo yaani, tunamkosa kijana lakini tunakosa, huwa nasema nguvu kazi ya taifa inapungua kabisa. Sasa wale unaofanya wakatili wakishindwa uzalishaji, mm. na wao wanazaa watoto wengine, okay. wakisha kuwa watu wazima, halafu hawawezi kuzalisha ya maana, mwisho wa siku tutajikuta gharama zile unazo pigania hospitali, kwamba gharama ni nyingi uh, za matibabu ya bure, lakini pia gharama zote tunazoingia kwenye i kodi, mm. walipa kodi wanapungua lakini pia wanaotumia, wanaohitaji msaada wa serikali wanaongezeka. Yote hiyo inatokana na ukatili yote ambao watoto walishafanyiwa huku mwanzo. Sawa, sawa. Hicho ndicho kilichokubeba hmm, na kukupelekea kuanzisha shirika hili na pengine umelifanyia kazi kwa kiasi gani kuanzia umeanzisha shirika hili? mm -hmm. Sasa kwanza kabisa sisi tumejikita zaidi kuhakikisha kwamba mm. unajua kila mtoto anastahili kuwa na familia kabisa na ndio msingi wa maisha mm. Mtu anazaliwa analelewa kwenye familia mm. Lakini wako watoto wengi hawalelewi kwenye familia mm. Hiyo ni ukatili. Aha. Kama hakuna familia ya kumlea inakuwaje? Haywe... ukatili, haiwezekani familia kukosekana. okay. Tatizo ni kwamba wengi wanaoishi wakionekana hawana familia mm. za kuwalea wana familia, na bado kuna watu wengi wanatafuta watoto wa kuwalea kwenye familia zao mm. Lakini hakuna mtu ambaye amewaunganisha hawa watoto na hawa watu wanaotafuta watoto, watoto, watoto. Okay. Kwa hiyo kukosekana kwa hilo hapo kuna ukatili. Hapo ni ukatili unaendelea, tuanze hapo hapo tusovu hapo hapo sawa. Tuna, tuna, tunatakiwa kuwaunganishaje sasa ili hawa sawa. Watoto wapate familia na wao wasifanyiwe ukatili sawa mm. Pengine labda samahani kabla ya kwenda kwenye kuwaunganisha mimi na. Najaribu kuitafuta maana pana hapa ya, ya, ya ukatili huu wa watoto pengine mtujuze nini maana ya, ya, mm -hmm. ya, ya huu ukatili wa watoto kwa faida ya mtazamaji wetu. Nashukuru sana. Tukizungumzia ukatili, hatulengi tu swala la mtoto kupigwa. Tukizungumzia ukatili, tunazungumzia kwa upana wake kwenye maeneo ambayo yametengwa kwenye makundi makundi manne makubwa ambayo yanaenda mpaka matano. Kuna ukatili wa kimwili, kwa maana ya kwamba mtoto anafanyiwa vipigo au ananyanyaswa, anafanyiwa vitu ambavyo vinaathiri mwili kuna ukatili wa kihisia wengine wanasema wa kisaikolojia, mm. ambao unahusisha matusi majina ma, mabaya maneno, maneno yote makali mm. Lakini pia kuna ukatili wa kingono ambao watoto wanafanyiwa ukatili wa kingono, kushikwa sehemu za siri mm. kutukanwa, kufanywa maneno yote ya kingono na mpaka kufanyiwa mm. vitendo vya moja kwa moja vya kingono mm. lakini pia kuna ukatili wa utelekezaji ambao mtu sio anashindwa, anakataa kutoa huduma kwa mtoto. Kwa hiyo ile tu inasababisha ukatili mwingine mm, wote unatokea. Okay. Halafu kuna ukatili wa mwisho, ukatili wa unyonyaji mm, ambapo mtu anamtumia mtoto kujinufaisha yeye kiuchumi. kivipi hapo? Aha. Sasa kuna mambo mengi mm, kuna mtu anampeleka mtoto kufanyishwa kazi kwa mtu lakini yeye ndiye anayepokea mshahara sawa huyo anamnyonya yule mtoto, lakini kuna mtu ambaye anamtangaza huyu mtoto vizuri kwamba ana mahitaji, watu wanapeleka pesa, alafu yeye anatumia zile fedha kufanya mambo mengine, sio kumhudumia yule mtoto. Huo mm. ni unyonyaji. Lakini kuna watu ambao wanatumikisha watoto kwenye mashamba, kwenye shughuli ngumu, lakini wanawalipa kidogo, na hii inasababisha hao watoto wanashindwa kuendelea kufikia hatima yao ambayo walikuwa wamekusudiwa. Mtoto anakosa muda wa kupumzika, anakosa kupata elimu, lakini pia Uh, ana, ana, yale mambo yote, shughuli zote anazifanya zinamfanya kuwa mdhaifu, anakosa afya bora, anakosa afya bora. Nashukuru katika namba nne kwenye ukatili wa nne ulio utaja wa utelekeza utelekezaji, ndipo ambapo tulikuwa na pending question pale kuhusu mm -hmm. connection ya familia mm -hmm. ni rahisi kila mtoto ku, kupata familia? Uh, sio rahisi na ni ngumu kiasi gani? Aha, nashukuru sana, sio rahisi mm. Na si ngumu, unaweza nikasema okay, kwa sababu kuna utaalamu unaotakiwa kutumika ili mtoto aweze kupata familia uh -huh. Na ndio changamoto kubwa, watoto wengi ambao wako kwa mfano watoto wako mitaani. Hao watoto sio wote waliotelekezwa si ndio? kuna wengine wamekimbia, kuna wengine wazazi wao wanaotafuta mpaka leo hawajui walipo mm, mm. Sasa kinachowasababisha wanakosa familia ni kwamba hakuna mtaalamu wa katikati ambaye anafanya kazi yake kwa usahihi ya kutafuta familia, mm, kuisaidia familia iweze kusimama. Kwa mfano watu wengi ambao wametoka kwenye hizo familia haziko sawa, sio zote ziko vizuri hata kiuchumi, mm, kusaidia hizi familia zitatue matatizo walionayo ili ziweze kuendelea kumlea huyo mtoto. Lakini pia kwa wale ambao hakuna familia kabisa, kuwaweka wazi ili watu wengine ambao wanahitaji kila siku watoto wa kuwalea waweze kwenda kuwapokea na kuwalea, mm. Sasa kuna watu wa aina mbili. Kuna hawa watu ambao wanapokea watoto kuwalea kwa sababu wanataka tu wawalee, wawatunze, ndio. Lakini pia kuna watu ambao wanapokea watoto kuwalea, wanawaasili, wanakuwa watoto wao kisheria, kwao wanahesabika ni watoto wao na wanakuwa na haki ya kurithi kwenye zile familia. Sawa, kuna, kuna, kuna huu msemo wa leo ambao umezoeleka sana single mother, single, uh, single father. mm -hmm. Ni kwa namna gani mtoto ambaye analelewa katika mazingira haya ya, ya pande moja pekee mm -hmm. yanaweza ya ya kumwathiri mtoto katika uh, malezi yani? Sawa, ya kumuathiri ni sawa, yanaweza kumwathiri ni kweli, kwa sababu mzazi anapokuwa mmoja peke yake mm -hmm. kuna changamoto ambazo anazipitia kama wangekuwa wawili wasingeweza mm -hmm. asingeweza kuzipitia sasa ile inamwathiri yeye kwanza kisaikolojia, na inazuia uwezo wake yeye kustahimili. Kwa anaposhindwa kustahimili, anaweza akajikuta anamfanyia yeye mwenyewe mtoto ukatili, au anashindwa kutoa huduma kwa mtoto inavyostahili. Huyo ni mzazi aliotelekezwa. mm -hmm. Lakini kama mzazi uh, mwenza wake amefariki, ni sawa, wako kuanzia bibi zetu, babu zetu, wamekuwa hivyo na mzazi mmoja na, mm -hmm. na maisha yakaendelea. Aha. Kitu ambacho kimetofautisha. Changamoto inakuwa ni nini hapo? Huyo kwa sababu hayo, yani sio sana yule mtoto ambaye hana familia kabisa. Sawa. Kitu ambacho kimeleta tofauti hmm, ni kwamba wakati wa wazazi wetu hmm, na bibi zetu hmm, sio wakati wa sasa hmm. Wakati wa bibi zetu walikuwa bado, hata kama amefiwa na mume kuna watu kwenye jamii wanaomzunguka mm -hmm. Ana mama mdogo, ana shangazi, ana mjomba, ana ndugu, kwa hiyo ule ukoo wote wanakuwa pamoja kumsaidia wana, lakini si kwamba mtoto huyu ni wa kwao. Sawa, sawa sawa. Kwa sasa hata ukifiwa, unabaki wewe kama wewe, kwa hiyo ni ngumu ndio maana akina mama wanaingia Umeto, umetokea wapi? <laughs> <laughs> <He? Itozya? laughs> <kwa maana> ya <laughs> yani, nyie bado mkifia mko peke yenu <laughs> iko hivi, tuko mjini hapa, si ndio? <laughs> tuchukulie mfano sisi, kwenye sisi, familia zilizoko mjini ni jamii ambazo bado eh, zina familia kubwa ni sawa hasa Watanzania na naenda na tofauti kidogo kwa sababu sawa. tunaona hata mtu akiwa mjini na amefiwa, unaona kundi kubwa la marafiki eh, majirani, bado tuko pamoja, hatujaachana kwa kiasi hicho. Nakubaliana na wewe mm, kwamba ni kweli tuko pamoja mm, ni kweli mtu akifiwa tunaenda wengi mm, lakini kufiwa tukimuuliza alipokuwa hospitali wangapi, tulikuwa tunamhudumia huyo mtu, ndio tunagundua hiyo ni ada ushiri, ushirikishwaji <laughs> katika kusaidia tena kwenye, kwenye mtoto <laughs> muda unakwenda pia, twende kwenye mtoto mm. huyu mm -hmm. ah, tuna tunamshirikishaje ili kuweza punguza haya matendo ya kikatili na pengine tunamshirikisha kuanzia umri gani? Yeah. Kwanza kabisa nimefurahia uh, hoja ya ushirikishwaji wa watoto. Okay. Hasa tukiangalia pia muda ambao tunaenda kufungua shule, shule zaenda kufunguliwa watoto. Yeah. Wanarudi shule. Mm. Mtoto anaweza akashirikishwa kulingana na uwezo wake wa uelewa. Mm. Uwezo wake wa makuzi, kuanzia akiwa na umri wa sifuri mpaka akiwa na miaka 17 ambayo tunasema ndio mwisho wa umri wa utoto. mm. Mm. Sasa. Uh, njia za kushirikishwa ziko nyingi. Mm. Uh, ushirikishwaji hasa tuchukulie kwa hawa makundi ambao wanaenda shule sasa. Mm. Hawa kuna mambo mengi lakini jambo la kwanza ambalo ni muhimu la kufanya ni kuambia au kuwasaidia watoto kujua viashiria vya ukatili. Yaani mtu akikufanyia nini ujue huyo anakaribia kufanya ukatili kwako. Mm. Mm. Akishajua tumjengee pia uwezo wa namna ya kujihami. Kwa sababu mara nyingi hatuko na hawa watoto wako peke yao. mm. anaweza akajua anatakiwa na hatari ya kufanyia ukatili Lakini hajui namna gani anaweza kujihami. Hiyo ni la kwanza, lakini la pili, kuwafundisha na kuwajengia uwezo wa kutoa taarifa mm. na wasitoi kwa nani? Okay, unaona kama hawajui watatoa kwa nani taarifa, kwa anaweza akajikuta ameumizwa au anahisi kwamba ana wasiwasi anaweza kufanywa kitu kibaya, lakini hajui amwambie nani. mm. hiyo tu itamsababisha afanywe ukatili. La tatu ni kuwasaidia kwenye hizi shule. Siku hizi kuna zimekuepo ni programs za serikali. Sasa watoto wanajengiwa uwezo kwenye zinaitwa clubs mm, vikundi mbalimbali mm. hivi mbali, vilivyoko shuleni mm. kuwasaidia wawe na sauti ya pamoja na yeah. Kwa hapa Tanzania pia wale walioko kwenye jamii wamejengiwa uwezo wa kutoa sauti kupitia mabaraza ya watoto mm. Kwa hiyo inawapa watoto sauti ya kusema maneno yao kwa pamoja, lakini shuleni kama ni shuleni hata kwenye familia kuwashirikisha ni pamoja na kuwauliza no. Eh, vipi siku imeendaje? yeah. Eh, nini ulikipenda, si kwa leo shuleni mm. nini ukipenda. Kuna mtoto mwingine anaweza akashindwa kujua, lakini unapomuuliza vile ataripoti. Ila nimekumbuka tukio moja, karibu sawa ila swala lingine tunaweza tukazungumzia sana, kuwashirikisha watoto mm -hmm. Lakini pia tusizungumzie tukashindwa kuwa kuwazungumzia wanaotakiwa kuwashirikisha watoto. okay. Kwa kiwango gani tunawajengea uwezo hawa ambao wanashirikisha, tunasema wawashirikishe watoto mm: walimu, walezi na wazazi Mm, kwa kiwango gani wana uwezo wa kuongea na watoto wao na kuwashirikisha haya mambo. Kwa hiyo okay, tunatakiwa tunaposema tuwajengee watoto uwezo, lakini pia tuangalie namna gani kama wazazi pia tunajengia uwezo ili waweze kuwa na ujasiri wa kuwashirikisha watoto kwenye maamuzi. Ume, umetoa swali mwenyewe mm -hmm, na pengine hapo hapo unaweza kulijibu, mm -hmm. Sasa ni kwa namna gani hao wazazi watakiwa kujengewa uwezo mm -hmm, ili waweze kuwashirikisha watoto, sawa sawa. Uh, hivi vitu vinatakiwa vifanyike kwenye ngazi ya jamii okay. Huwa najiuliza na mara nyingi, na ndo jitihada zangu tunazozifanya pamoja na, na, na wenzangu kwenye shirika taasisi yetu, sasa kuona namna gani ambavyo jinsi tunavyoweza kufikia jamii. Mm. kwenye saizi kuna kamati za watoto walio katika mazingira hatarishi na zingine zinaitwa kamati za kupinga ukatili kwa wanawake na watoto. Yeah. ambazo ziko kwenye ngazi ya mtaa. Mm. zile kamati zina wajibu pamoja na wataalamu walioko pale mm. kujenga uelewa kwenye jamii kuhusiana na masuala ya ukatili kiujumla ujumla, lakini kuhusiana na masuala ya malezi mm. tukiweza kuwajengea uwezo wa lezi kwenye masuala ya malezi, wakaweza kujua namna ya kuwasiliana na watoto wao, inakuwa ni rahisi pia na wao kuwasaidia watoto wao ili waweze, waweze kuzuia ukatili usifanyike kwao. Okay, vipi endapo mlezi, mlezi sasa. Aha. <laughs> <laughs> mlezi mwenyewe ndo ambaye anasababisha ukatili au mzazi mwenyewe mm -hmm. au mwalimu ndo ambaye anasababisha ukatili. Sawa sawa kama tumemjengea mtoto uwezo vizuri mm. na hatakiwi tu ajengiwe na mzazi peke yake mm. Mtoto ajengiwe uwezo shuleni na nyumbani mm -hmm. Anapohisi kwamba kuna mzazi anamfanyia ukatili mtoto awe na uwezo wa kutoa taarifa mahala anapopaswa kutoa taarifa. Tunazungumzia atoe taarifa polisi, atoe taarifa kwenye ofisi za ustawi wa jamii mm, au amwambie mtu mzima yoyote ambaye anaona kwamba kwake atakuwa salama, sababu kwa mfano mm, shu, shuleni hata kama mwalimu fulani atafanya ukatili, utakuta kuna mwalimu mwingine ambaye watoto wanapenda kumshirikisha mambo yao kwa sababu wanamwamini mm. kwa hiyo anapotoa, tunapokuwa tumemjengea huo uwezo wa kutoa taarifa hata kama ni mzazi wake amemfanyia ukatili, mtoto anaweza akatoa taarifa na bado akasaidika. Sawa sawa, mimi uh, nirudi nyuma kidogo. Karibu. Lakini katika uh, jibu lako hili lile ambalo umelitoa kama swali lilivyoulizwa, mm -hmm. ambapo kushirikishwa huku uh, kunategemea pande mbili, nyumbani mm -hmm. kwa maana mzazi mm -hmm. au mlezi na, na, na kule shuleni kwa so. maana uh, mwalimu kwa huyu wa nyumbani sasa, mm -hmm. ambapo kushirikishwa huku umetuambia kunaanza tangu Uh, umri wa mwaka uh, sifuri. Toka sifuri. Uh, huyu wa mwaka sifuri tunategemea bado hajakomaa kiakili uh, kia uh, uh. Anashirikishwa vipi huyu? Sawa sawa. Mtoto mdogo. Um, yaani mtoto anapozaliwa um, anakuwa ni binadamu amekamilika ana hisia, ana matakwa ila unachomshinda wewe um, ni nguvu na uzoefu ulio nao duniani. <laughs> Sasa kuna wakati mtoto anaweza akawa hataki nguo um kwa watoto wadogo wanapata msongo kulingana na mazingira. Joto tu inaweza kusababisha msongo. Sasa we mzazi, inabidi kuona mtoto wako anachokitaka ni nini? Mm, kuna kitu ukimfanyia unamwona mtoto anakifurahia hata kama mdogo sana anakifurahia. Kingine unamwona anahangaika, anataabika. Kwa inabidi kama mzazi uone kabisa huyu ina maana unavyoendelea unaendelea kumlazimisha kufanya kitu ambacho hakukipenda, na hivyo unaendelea kumwongezea msongo na unaweza ukamsababishia msongo huo ukawa ukaendelea kwenye maisha mpaka anakuwa mtu mzima akiwa na hali hiyo hiyo ya msongo, okay. Kumbe ulianza kabisa ukianza akiwa na umri wa sifuri. Sasa tumezungumza tume mengi, Onesmo. mm. Uh, tu jamii yeah, me. mm -hmm. ilizungumza sana kuhusu masuala ya rushwa mm -hmm ikafikia wakati katika mtaala mpya mm, serikali ikaona kuna umuhimu wa kuwa e, na somo ambalo linaangazia maadili mm, na kupinga rushwa kwa taifa letu. Tunazungumza sana kuhusu ukatili mm, huoni kama kuna umuhimu wa hili somo kuingia shuleni? Aha. Kwanza... walimu ninyi yeah, tunao tayari. Ni, ni, ni kweli mm, na shule nyingi ukatili umechukuliwa kama un, wameandaa wa, wa, wa wa, kwa ajili ya kupinga ukatili mm. Wameandaa wa walimu ambao waliwajengia uwezo wakaita, ni walimu wa, wa malezi sawa, wa, wa guidance and counseling yeah. Ni walimu wa ambao wameandaliwa, wamesaidiwa kuwa na uwezo wa kuweza kuitika kwa watoto ambao wanafanyiwa ukatili mm. Lakini pia kuwasaidia watoto wanaofanyiwa ukatili. Nakubali kwamba kuna changamoto za, na mapungufu. Nakubaliana na wewe pia kwamba kuna haja ya kutilia mkazo swala la ukatili likawa ni ajenda ya kudumu mm. kokote tulipo, nyumbani, shuleni, kazini liwe ni swala la kudumu ya, na tunazungumzia sasa hizi shuleni na kazini mm. na nyumbani mm. lakini tukija kwenye maeneo ya ofisi pia na kazi pia, kuna ukatili mwingi unafanyika kwa watoto mm. na watu wanaofanya ukatili kwa watoto mm -hmm. wanafanya kazi kwao, tutawapata wapi? Maeneo ya kazi mm na walezi na wazazi wako kwenye maeneo ya kazi. Kwa hiyo tukiweza kuwatafuta maeneo ya kazi hawa walezi, tunaweza tukasaidia sana kupunguza swala la ukatili kwa watoto. Na hakika mimi niwapongeze kwa sababu mara nyingi mambo haya huwa yanazungumzwa ndani ya zile siku kumi na sita za kupinga ukatili. Hatupo ndani ya hizo siku kumi na sita so, kabisa. lakini bado tuna e, toa elimu mm -hmm. ya kupinga hu ukatili seme, huo ndo uzuri wa Azam TV. <laughs> <laughs> <Sindi> wa? <laughs> wa? Yeah. wakati wote mnapigat na hii burudani ni kwa <laughs> Sasa, sasa ukitoka hapa <laughs> usiende nyumbani, pita kwanza pale Sabasaba mm -hmm. kifika Saba Saba mm -hmm. nunua kisimbuzi chako Sabe. So lazima mimi najua kwa kwako unacho, lakini unacho cha Azam. Eh, unanunua kwa ajili ya jirani. <laughs> tuliongelea <kwe, yeah, laughs> <yani, laughs> Unakumbuka, kati nakwambia sisi bado tunaishi katika ile tamaduni zetu We, sawa, sawa. za kushirikiana kwa pamoja, e, kisimbuzi chako mm. nampelekea bibi shangazi babu hamsini mm. tu <laughs> sawa. E, alafu mnaendelea kuenjoy burudani hizi za Azam. Lazima ninunue. Lakini pia unaweza ukakichukua na ukapeleka kwenye kituo cha kulelea watoto yatimaani. mm-hmm. Kama utakuwa lazima ninunue. Asante <laughs> eh? <Lazima> ni. <laughs> <laughs> sana kwa elimu hii Onesmo, pengine kama una jambo la kumalizia <laughs> na, kwanza kuna kitu ambacho hatukuongea lakini, mm. kwa sababu ya, ya muda mm. kwamba swala la dhana ya, ya ushirikishaji wa watoto mm. ni swala la msingi sana kuhakikisha kwamba kama wazazi mimi mm. nizungumzie kama wazazi na kama jamii mm. tuna haja ya kuhakikisha kwamba watoto wanashiriki kwenye maamuzi na kwenye mipango yetu yote tunayoifanya ili kuhakikisha mm. taifa letu linaenda mbele eh. Kwa hiyo tushirikiane kama jamii mm -hmm. tupinge ukatili. Taarifa za hivi sasa, sasa zimeonyesha kwamba ukatili umepungua yeah. Lakini tunahitaji kuona unakuwa sio tu unapungua unaisha kwa watoto kwa sababu unaathiri pia taifa na okay. na, na, pengine kwa kumalizia kuna na. ukatili ambao hatujaugusia mm -hmm. Teknolojia, teknolojia sasa hivi tunaishi kwenye sao, sao, dunia ya teknolojia mm -hmm. Uh, walimu wanatoa assignmenti mwanafunzi um, um, afanye kwenye mm -hmm. simu mm huyo -hmm. Ni mtoto wa darasa la tatu la nne mm -hmm. Lazima unampa simu mm -hmm. au uh, kishukwambi kama hivi akafanyie mm -hmm. Lakini kuna ukatili ambao anakutana nao huku, sawa sawa, huu tunawezaje pia kuwashirikisha kwamba kuna ukatili wa aina hii inabidi muepuke. Sasa ni muhimu sana kabla mtoto hajapewa kisimbuzi mm, kish, kishikwambi ah, kish, kisimbuzi mm. Ni kile cha TV, sawa so, <laughs> mm. Kishikwambi, kabla hajapewa kishikwambi au simu, tuangalie kwanza uwezo wa mtoto wa umri wake, unaweza kuamua, lakini cha pili tumjengee uwezo namna ajue namna ya kujihami mtandaoni. mm. Kuna mambo mengi yanafanyika kwenye mtandao na kuna, kuna elimu uh, naseme topiki maalum kwa ajili ya kufundisha watoto ni namna ya kujihami na ukatili wa mtandaoni. Aa, sasa hiyo kwa sababu ya muda huu, labda kama tutapata siku nyingine kuzungumzia tu swala la ukatili wa watoto wa mtandaoni na namna gani ambavyo tunaweza tukasaidia watoto kuzuia kufanyia ukatili mtandaoni itakuwa muhimu sana. Lakini mara nyingi wazazi anamnunulia mtoto simu anampa, mm. halafu hampi ha, ha, ha, uwezo wa kujihami ndio lakini hivi vitu ni silaha kubwa sana, inaua mno. Kuna watoto wengi wamefanyiwa ukatili hata wa kimwili na wa kingono kupitia simu kabisa na kupitia hii mitandao ya kijamii okay. kwa hiyo labda inaweza ikawa ni ajenda ya siku nyingine. Sasa tunakushukuru sana, anaitwa Onesmo Itozya, ni mkurugenzi wa shirika ambalo linajihusisha na, na kutetea haki za watoto kisheria na kisaikolojia Eh, karibu tena kwa mara nyingine Onesmo, nakushukuru sana. Hii ni elimu kubwa sana, sana. Asante sana. Sisi kama wazazi walezi eh, na walimu pia tuna umuhimu mkubwa sana wa kuangalia namna gani ya kuwashirikisha watoto wetu kwa ajili ya kujilinda na ukatili wa namna tofauti tofauti, lakini pia sisi kama wazazi eh, ndo tunatakiwa tuwe vinara wa kuwaepusha na kuwaweka mbali watoto wetu na hizo katili mbalimbali mbali ambazo wanakutana nazo.